Mheshimiwa Rais, wageni waheshimiwa, habari ya jioni. Hapa wanajianga Kiswahili, watu wa Murang'a mnajua Kiswahili kweli? English, nataka nishukuru ni, niseme kwamba mimi naitwa Simba Arati, Gavana wa Kisii. Nimekuja leo kujiunga pamoja na nyinyi katika konferensi hii kwa sababu mheshimiwa Kangata, tulikuwa naye bunge pamoja, tumekuwa magavana. Jana jioni nilipigia simu, ananiambia hapana, usiongee na mimi wewe, kuja kesho. Nimeangalia hapa, mheshimiwa rais, unajua hapa Murang'a ni kama Kisii, whether ni the same ile ile, maendeleo naona iko hapa. Mzee Mwangi, Mzee Munga, Profesa Masharia ambaye ni daktari wangu Nataka niseme mheshimiwa rais, utakapokuja kule Kisii, kwa sababu utafanya shughuli kama hii, naona kwamba hii ni nzuri, ufanye haya mazuri ambayo umefanya hapa Murang'a, kwa sababu amefanya mambo mazuri watu wa Murang'a. Nataka tuseme kwamba tushirikiane pamoja, tupeane kazi na siasa tuanze baadaye. Kwa sasa tufanye shughuli ambayo ipo, at least miaka mitatu kuelekea uchaguzini ni mbali sana Tujaribu hii miaka miwili ambayo imebaki, ile ingine moja, watu wanyoroshane uwanjani, yule atashinda ashinde, wale ambao tutabaki, tubaki kwa sababu mheshimiwa rais, lazima tubaki uongozini kivyovyote vile. Asanteni na Mungu awabariki. Uh, Your Excellency, let me call the Budget and Economic Council. All of them to come here. They are the brains behind